Kuna watu wengine hawajui maneno ya leadership kwa sababu hawajawahi kuwa viongozi. Najua kabla tufike hapa tumekuwa vitu vingine huko. Tumekuwa maseneta huko tukiwa na kina Haron, tumekuwa sijui leader au majority, tumekuwa sijui vitu mingi hapo katikati. Tumekuwa mawaziri. Sasa watu wengine wamefanya shortcut. Sasa kupata kazi kubwa anaanza kiburi. Anamea pembe. Anaenda kushindana na rais anafikiria hata yeye ni rais, na yeye ni naibu wa rais. Naibu wa rais ni namba 2 sio namba 1. Sijui kama tunaelewana jameni, naibu wa rais ni namba ngapi? No. E, na hiyo ni kazi muhimu, sio kazi ndogo, lakini usiwe na kiburi ufikie ati ufikirie hata wewe ni rais. Na sasa wanahangaika, wako huko msituni walipiwa dafrau sasa wako huko wanapiga kelele na kupiga mbinja huko msituni waende wa, waende wakiendanga ama namna gani? Na bado hawajaona moto. Saa hii bado kiburi iko inaenda ikipungua, hii kiburi itaisha. Hawajaona faya. Watakutana na faya jamani. Unajua Rais Ruto hajaanza campaign. Bado Rais Ruto hajagurumisha campaign infrastructure. Ile gari yake ya campaign bado hajagurumisha hajapiga race. Tukiingia kiwanjani ya kampeni na kuambia hao wanaume, wataona siku mrefu, wataona moto jameni. Unashindana na William Ruto na sisi tuko pale, eh, na wanaongea tu na madharau, wanaongea sijui pale pale pale, nini kimbele mbele nyingi, mdomo mrefu, kiburi. Wewe unaringia nani bwana? Wewe unatujua ama? Ulitusikia, ulituona usiku au hujawahi tuona, msichana? My friend Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Yeah. Hey, so kwa sasa hivi tusukume masoko ile nimesema ya Seguton na Kamara ikamilike, tusukume hiyo barabara ya Kiambereria ifike kule Chepsire, ama namna gani? Tusukume hizo barabara zingine sikamilishe, alafu sasa tuvae njuga tuende campaign au wanaume wataona siku mrefu kweli, si kweli, si